Tuelekee kaunti namba 26 ambapo siku mbili baada ya mvua kubwa katika kaunti ya Trans Nzoia, wakulima katika eneo hilo wameanza kupanda. Taarifa kamili huyu hapa, mwandishi wetu Collins Shitiabai. Mvua kubwa imenyesha kwa siku ya pili mfululizo, ishara kwamba msimu wa upanzi umeanza rasmi. <laughs> Katika eneo la Sinyereri, kaunti ya Trans Nzoia, tunakutana na wakulima wakikagua mashamba yao kwa matumaini. Kwani walikuwa wakisubiri mvua kwa hamu baada ya kuyatayarisha mashamba yao mapema. Sasa automatically ni kuingia shambani bila kusita ili tupate mavuno, na haya mavuno yatasaidia kila mmoja kwa sababu uti wa mgongo wa nchi hii. Na unajua hii Trans Nzoia huwa tunaenda na season, mvua ikinyesha ipite wiki mbili ama moja, kama wakulima wajapanda, inamaanisha hiyo season itakuwa imetupiga nje na tutapata mavuno mzuri. Ingawa wanafurahia dalili njema za msimu wa upanzi, wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kiuchumi, hasa katika upatikanaji wa pembejeo muhimu kwa kilimo chao. Tumelima, lakini mbegu ndio ilikuwa shida. Mbolea pia bado iko kwa bei ya juu. Tunaiomba, tunayomba tu subsidi mambo ya mbolea. Tuliambiwa mbolea tutanunua gunia kwa 2500 but ukienda bado mbolea bei iko juu. Akizungumza katika siku ya pili ya utoaji wa mbegu za mahindi ya bure kwa wakazi, mpango unaotekelezwa na, na serikali ya kaunti, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea ameitaka serikali ya kitaifa kupunguza bei ya mbolea ili kuwawezesha wakulima kuzipata kwa urahisi maana zaidi. Mimi napeana mbegu, watu wanapanda mbegu bila mbolea kwa sababu hawana pesa. Jaambia mtu hapa ziyee mfuko moja ya dap ama yara kwa elfu sita, ni elfu sita, wangapi watanunua? wangapi watanunua? Msimu wa upanzi katika Kaunti ya Trans Nzoia wanatarajiwa kukamilika ndani ya majuma matatu yajayo. Wakulima wanasema kuwa itakuwa afueni iwapo watapata pembejeo ya bei nafuu kabla ya msimu huo kutamatika. Wakulima katika Kaunti ya Trans Nzoia sasa wamejitosa shambani ili kuhakikisha hawapitwi na wakati kufuatia kuanza msimu wa mvua kubwa. Collins Shitia Bai, runinga ya by, Citizen, Kaunti ya Trans Nzoia.